Sio mimi tu eh? Sio mimi, wote wapenda heri wamefurahi, yaani leo ambao wa wamechukia ni wale aina ya fulani fulani hivi, wakina nani fulani fulani. Ilikuwa ngumu kiasi gani kuweza kuvuka hii hatua kwenda nusu fainali mara baada ya kukoma mara nyingi hatua ya robo finali? Kwanza hii ambayo ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu yeah. Mimi sielewi yani nini kinamaanishwa, sisi tunachojua kwamba tumeshiriki mchezo ambao hmm. tulichezea kule Suez. Uh, tumepoteza kwa kufungwa goli mbili mm, lakini hapa tu timu yetu imecheza tume equalize mm, uh, na ndio maana tangu tukiwa kule mm, na tulivyorejea hapa tulisema huu mchezo ni dakika mia na themanini mm, tumecheza dakika tisini tunarudi kwenye dakika tisini Tunashukuru Mungu kwamba dakika tisini tumecheza, uh, tumeweza ku equalize, lakini tumeenda kwenye penalty shootout mm, sisi tumeweza ku... Tupate penalty zote yeah. Na wao wameweza ku score mm. Na sisi tuka concede goli mbili, ni jambo la kawaida katika mpira. Kwa hiyo hapa hatuzungumzi mambo ya ugumu hatuzungumzi yeah. mambo ya urahisi mm. Tunachozungumzia kwamba mchezo umekwisha tumepata mafanikio ya kusonga mbele kwenye semifinal. Mambo mengine yote sisi tunayaacha. Kabla ya mchezo huu, pengine ni maneno gani ambayo mliwaambia wachezaji wenu nini wafanye leo? Sasa maneno ambayo tumewaambia wachezaji kwa nini kuambie wewe kwa faida ya wa Watanzania, faida ya wa Watanzania, wao wajue kwamba wachezaji walikuwa chini ya benchi la ufundi na uongozi umezungumza nao na wameweza kuperform, tumepata ushindi, lakini maneno tuliowaambia hatuwezi kuyatoa out to public, haiwezekani hmm. Sisi hatuna tabia ya kujisifiasifia na kuelezana mambo hapana. Kuna mambo mengi ambayo huwa tunayafanya na hatuyaelezi nje kwenye public. Kila kitu tunakiaddress accordingly, ndio Ukiangalia ratiba nusu finali fainali ni tarehe ishirini, bila shaka ni muda mchache sana kutokea siku ile. Pengine maandalizi yanaanza lini sasa, manake hatujui atapita Zamalek ama Stellenbosch. maandalizi ya mchezo wa fainali yalianza tangu tulipotoka kwenye hatua ya makundi na naweza nikasema tulianza tangu wakati tunaanza hatua ya raundi ya pili, kwa sababu system yetu, timu yetu ilikuwa ndio timu pekee Tanzania iliyoanzia kwenye raundi ya pili, kwa hiyo tulishiriki mchezo wetu ule wa mwanzo. Uh, tumekwenda kwenye hatua ya makundi mm. Tumetoka kwenye hatua ya makundi tumeingia kwenye mm. na mi robo fainali mm. na sasa nusu fainali hivi. Mwenyekiti, mtu akauliza Simba hii ipo kwenye ujenzi ama tayari imeshakamilika asilimia mia moja? Kilichobaki mashabiki watarajia makombe. Kwanza hilo jambo na ninyi waandishi mlichukue mm. Haijawahi kutokea timu yoyote duniani ikawa imekamilika kila kitu. Timu siku zote zinakuwa reformed, zinakuwa reconstructed, mm. na timu zinakwenda kwenye graph mm. mnaweza mkawa na timu ambayo inapanda inacheza mm. vizuri, ikifikia ile turning point mm. inaanza kushuka yeah. inashuka. kwa hiyo ikishuka mm. mnatakiwa muai kwenye kufanya revamp mm. sisi tumefanya hivyo na tumefanikiwa yeah. kwa maana kwamba tulikuwa na wachezaji wengi wazuri kwa misimu hii saba mfululizo wameweza yeah. yeah. kutufikisha kwenye hatua ya robo mm. finali mm. lakini tukaona kwamba bado Tunahitaji kuongeza nguvu nyingine mm. na kupunguza baadhi ya wachezaji kwa wakati ule mm. tumewapunguza tumewapunguza na tumeleta wachezaji wengine. Kwa hiyo jeo... kauli yako tuondoke kwamba timu tayari imeshakamilika? Nimekwambia hakuna timu inayoweza kufikia kukamilika, bado, kwa Simba bado. Zote timu inajengwa na bado yeah. sisi tunajenga timu, kuna baadhi ya nyota wameonyesha kiwango bora sana. Mpo kwenye ujenzi wa timu, bado unajenga timu. Vipi hao wachezaji endapo wakatakiwa na klabu zenye fedha zenye nguvu. Simba kuzuia mchezaji yote. Siku zote Simba ni timu ambayo inaendesha kwa uungwana ina... ina... ina... ina... sana hmm. Ukitokea timu inamhitaji mchezaji waje huh? tu. Tutawafuata taratibu, tutazungumza nao, hamna shida. Ratiba ipo ngumu, kesho kutwa tu hapa mnacheza mechi dhidi ya Mbeya City, baada hapo kama mambo yatakuwa sawa mna mchezo wa ligi kuu. Matarajio na malengo pia ya Simba ligi kuu kule ni kuchukua ubingwa. Hayo ni mashindano yote ambayo tunashiriki hmm. na tuwezi kujua kama tumechukua ubingwa au hatujachukua paka pale tutakapofikia mwisho hmm. hmm. Asante sana wachezaji wote wa Simba wamenivutia. Yupi alikuwa top top, top. Hamna top, top, top. mimi ni mwenyekiti wa Simba, kwa hiyo siwezi kuwa na chaguo la mchezaji. Wachezaji wote wamecheza vizuri, wamefanya eh, vizuri. Tunawashukuru, tunawapongeza, tunawatakia heri nyingi. Wale ambao wamenuna waendelee kununa. Ukinuna, okay, uwe na sababu. Uwasemi. Ukinuna uwe na sababu. Au wale walioalika walisema tuna furaha kwa kukutana na marafiki zetu, hiyo sasa ni wao. Mimi sifuati maneno yao, mimi nafuata yale ambayo yananihusu. asante sana